Na asante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu, nasi tukiendelea kukufahamisha tulokuandalia ni kwamba maafisa wa polisi mjini Mombasa wanamsaka mshukiwa wa wizi wa magari anayedaiwa kuwahadaa wanunuzi kwamba angewaingizia magari kutoka nje na kuwalaghai mamilioni ya pesa. Kulingana na mkuu wa kitengo cha ujasusi huko Mombasa, mike mwiya, mshukiwa huyo kwa jina Richard amanya amino, anasakwa kufuatia malalamishi kutoka kwa wateja wanaodai kupoteza pesa zao. Polisi wanasema jamaa huyo ana kesi sita za utapeli Mombasa na nyingine athiriva Nairobi na Thika. Mojawapo ya kesi hizo ni kisa ambapo kanisa Katoliki la Chaani lilimpa shilingi milioni tatu za kununua gari baada ya waumini kuchanga pesa lakini hawajapata gari tangu mwezi Aprili mwaka huu. Anatumia binu ili kuimbia maclans. Anatumia binu ya kuambia watu wanayoimpotia gari, but hakuna gari ambao wanaimport tu. Ukimpea pesa tu hivi, umejaga kwa mtego aikama sahii zitok vile nimefanya uchunguzi wangu binafsi, najua watu zaidi ya sita ambao wako na hii kesi za walishampea pesa na bado mpaka sahii haja deliver magari. This person has been, uh, a